Tuligundua katika utafiti wetu wa mwisho kwamba safari ya Sulemani na Mungu ilianza kama rubani anayeruka angani akielekea katika mwelekeo sahihi, lakini kisha, kwa sababu aliondoa macho yake kwenye paneli ya vyombo vya ukweli, ambayo ni neno la Mungu, alianza kuruka kwenye mawingu meusi ya uasi. Sulemani mwenyewe anaelezea wakati huu wa giza katika maisha yake kama tupu na bila maana sasa. Leo katika sura ya pili ya Mhubiri Sulemani kimsingi anauliza swali, ninawezaje kuwa na furaha? Katika mstari wa kwanza tunasoma nikasema moyoni mwangu, njoo sasa nitakujaribu kwa raha, jifurahishe. Hapa katika mstari wa pili Sulemani anageukia kicheko, unaweza kutafsiri hiyo kama vichekesho. Anajaribu kujiburudisha na nyakati nzuri, hiyo haitadumu kwa muda mrefu. Kwa kweli anasema hapa katika mstari wa pili, "Nikasema juu ya kicheko ni wazimu." Sasa neno wazimu hapa linamaanisha kwamba Sulemani anacheka vitu vilivyopotoka kimaadili, na acha nikuambie kile ambacho mtu anacheka ni dalili nzuri ya aina ya mtu alivyo. Katika mstari wa tatu, Sulemani anaandika nilitafuta moyoni mwangu jinsi ya kufurahisha mwili wangu kwa divai Mwandishi mmoja alisema kwamba mstari huu unamaanisha kwamba Sulemani anaondoka kwenye klabu ya vichekesho na sasa anaelekea kwenye bar ambapo anatumaini kupata aina fulani ya kuridhika mbali na Bwana. Kwa kweli atafanya kile ambacho mamilioni ya watu wanafanya leo, kutumia pombe kufifisha maumivu ya matatizo yao badala ya kumgeukia Mungu. Hapa kupitia sehemu iliyobaki ya sura ya pili, anasimulia jinsi alivyofuatilia raha bila Mungu. Sasa kumbuka, kitabu hiki ni shajara ya kibinafsi ya Sulemani, kwa hivyo anatumia viwakilishi vya kibinafsi katika sura hii kama mimi na yangu na mimi mwenyewe; anavitumia kwa njia zaidi ya mara arobaini na mwishoni mwa hii mimi yangu na harakati yangu hii harakati ya ubinafsi, anaandika hapa katika mstari wa 26: hii pia ilikuwa ubatili na kufukuza upepo. Mshairi niliyemkuta aliguswa na ukweli kwamba mawe ya kaburi kwa kawaida huandika mwaka wa kuzaliwa wa mtu ukifuatiwa na u mwaka wa kifo na tarehe hizo mbili hutenganishwa kwenye mawe ya kaburi na mstari mdogo. Mstari huo unawakilisha urefu wa maisha ya mtu huyo, nam shairi hilo ambalo aliliita The Dash lilitafakari tu umuhimu wa jinsi unavyoishi muda huo mstari huo kiasi cha muda ambacho umepewa. Na Sulemani anatafakari hili hapa. Katika sura ya tatu utasoma neno muda mara 28, tofauti inaanza hapa katika mstari wa kwanza: kwa kila kitu kuna majira na wakati, kwa kila jambo chini ya mbingu. Kwa hivyo, Sulemani anapofikiria muda tulio nao maishani, mstari huo mdogo, sasa anaandika jozi 14 za kinyume. Hii ni mbinu ya kishairi ya kuunganisha kinyume katika kila kifungu, inaitwa merismu, na Sulemani anaandika hapa katika mstari wa pili: kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kungoa. Chini katika mstari wa nne, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Mstari wa saba, wakati wa kunyamaza na wakati wa kuzungumza, na kadhalika. Kwa hivyo Sulemani anatuelekeza kwenye jumla ya maisha, ukamilifu wa siku. Yeye si mkatishaji tamaa. Kwa kweli, anaandika hapa katika mstari wa kumi na moja Mungu ameufanya kila kitu kuwa kizuri kwa wakati wake. Neno la kizuri linarejelea kile ambacho ni kinachofaa au kinacholingana. Mungu ameufanya kila kitu ufaa kwa wakati wake. Unaweza kusema ni ni kizuri jinsi Mungu anavyounganisha kila kitu pamoja. Huenda hakikufai kwa sasa, huenda hakionekani kizuri sana unajua hivi sasa, katika maisha yako, lakini Mungu anashona kila kitu pamoja kulingana na makusudi yake na yote yanalingana. Naam, kuna mstari mwingine unaojulikana sana unaohusiana na wakati hapa mwishoni mwa mstari wa kumi na moja Mungu ameweka umilele katika moyo wa mwanadamu, lakini ili asiweze kujua kile ambacho Mungu amefanya tangu mwanzo hadi mwisho. Kwa maneno mengine, ingawa hatuwezi kuelewa wakati mwingine kile Mungu anachofanya, kuna jambo moja tunalojua, tumeumbwa kwa ajili ya umilele. Mwandishi mmoja aliweka hivi, kama mimi kama nikijikuta na tamaa ambayo hakuna uzoefu wowote duniani unaweza kuiridhisha, basi maelezo yanayowezekana zaidi ni kwamba nilitengenezwa kwa ajili ya dunia nyingine. Naam, Sulemani anauliza swali jingine hapa katika mstari wa 22 ni nani anayeweza kumleta mwanadamu uona kile kitakachokuwa baada yake? Naam, bila shaka jibu ni Mungu pekee. Moja ya sababu tunatarajia furaha ya mbinguni ni kwa sababu ya ugumu wa maisha hapa chini, unajua, chini ya jua. Uh, hatimaye watapewa kusudi la ukombozi na hitimisho la utukufu siku hiyo. Sasa tunaposafiri hapa hadi sura ya nne katika jarida hili la kibinafsi tunaingia katika sehemu inayosoma sana kama kitabu cha Mithali cha Sulemani. Hizi ni, hizi ni aya fupi na zinashughulikia maeneo mengi tofauti. Kwa kweli, nadhani inasikika kwangu kama mwongozo wa kuishi unaposafiri kupitia uzoefu mgumu wa maisha. Sulemani anaandika katika jarida lake kuhusu kukutana na ukandamizaji, uwivu, uvivu, tamaa isiyo na mipaka na anatoa ushauri wa busara pia kwa njia katika kifungu hiki. Kwa mfano anaandika hapa katika mstari wa sita, afadhali konzi moja ya utulivu kuliko mikono miwili iliyojaa taabu. Neno utulivu hapa ni kisawe cha kuridhika, kwa hivyo linauliza swali: Je, unaridhika na konzi moja tu? Naam, Sulemani anaelezea kuridhika kwa busara ambako kunaweza kusema, unajua Mungu amenipa katika mkono mmoja vya kutosha. Sasa anabadilisha mwelekeo katika mistari ya saba hadi kumi na mbili na, na anaanza kuonyesha jinsi mtazamo wetu utakavyoathiri maisha ya wengine. Anaanza hapa katika mstari wa nane na mtu mmoja pekee ambaye anafanya kazi kwa bidii kila siku hachukui muda wowote wa kupumzika kwa ajili ya familia au marafiki. Inanikumbusha yule musika wa kubuniwa Ebenezer Scrooge, unajua yeye hakika hajazingatia Bwana anazingatia tu akaunti yake ya benki na na anapuuza kila kitu na kila mtu mwingine Naam Sulemani ana ushauri hapa kwa Ebenezer Scrooge na sisi wengine anaandika hapa katika mistari ya tisa hadi kumi na mbili wawili ni bora kuliko mmoja kwa sababu wana malipo mazuri kwa kazi yao kamba ya nyuzi tatu haikatiki haraka Naam, hoja ya Sulemani hapa ni kwamba unapokabiliana na mashambulizi ya kibinafsi, unapokumbana na magumu maishani, unahitaji msaada wa wale wanaokuunga mkono, wanaokuinua katika maombi, wanaokukumbusha ahadi za Mungu. Na kuna nini bora zaidi kuliko rafiki kama huyo? Naam, marafiki wawili. Sulemani anasema hapa, kamba ya nyuzi tatu haikatiki au kushindwa haraka. Naam, Sulemani anabadilisha mtazamo wake haraka, tena safari hii huelekea ulimwengu wa ibada. Tuko hapa katika sura ya tano sasa na na mstari wa moja ambapo anaandika, linda hatua zako unapoenda katika nyumba ya Mungu. Naam, Sulemani anahofia hapa kuhusu kumchukulia Mungu kwa wepesi, kwenda katika nyumba yake kwa wepesi, kutoa ahadi unazojua, unajua hutazitimiza. Anaandika hapa katika mstari wa saba kuhusu kuongozwa maishani na ndoto zako mwenyewe badala ya matakwa ya Mungu. Sasa ngoja niseme hivi, wapendwa, ibada si kudai ndoto zako zitimizwe mbinguni. Ibada ya kweli ni kuota kuhusu mapenzi ya Mungu utendeka duniani. Nam, sasa hapa katika mistari ya kumi na nane hadi ishirini tunapata eh, maingizo mawili yenye mawazo ya kiroho zaidi katika shajara ya kibinafsi ya Sulemani. Huyu sasa ni Sulemani aliyejikita kwa Mungu akizungumza na waumini waliojikita kwa Mungu. Anaandika hapa katika mstari wa 18, tazama kile nilichoona kuwa kizuri na kinachofaa ni kula na kunywa na kupata furaha katika kazi yote ambayo mtu anafanya chini ya jua katika siku chache za maisha yake ambazo Mungu amempa, kwa maana hii ndiyo sehemu yake. Anafuata hilo hapa, na mstari wa 19, kila mtu ambaye Mungu amempa utajiri na mali na uwezo wa kufurahia na kukubali sehemu yake na kufurahia kazi yake, hii ni zawadi ya Mungu kwa maana yeye, yaani mtu aliyejikita kwa Mungu, hatakumbuka sana siku za maisha yake, kwa sababu Mungu anamshughulisha na furaha moyoni mwake. u Uh, unaona wapendwa, Mungu anatwita kupitia maneno ya Sulemani hapa kuwa na mtazamo kwa yeye, waumini wanaomlenga Mungu ambao atakubali kile ambacho Mungu ametupa, mahali ambapo Mungu anatuelekeza na unajua tunapofanya hivyo, moyo wenye furaha ndiyo matokeo. Iwapo Mungu atakupa mkono mmoja au au labda miwili, iwapo utapata amani na utulivu au siku za shida, wewe na mimi tunapewa changamoto hapa katika jarida hili la kibinafsi la Sulemani kutambua kwamba kila kitu tunacho hatimaye kinatoka kwa mkono wa Mungu. Kwa hivyo tuwe na mtazamo wa kumlenga Mungu leo, tukabidhi maisha yetu kwake.